Mlienda kwenye mkutano wa soko kuu ba baada ya yapara, walienda kumsimamisha kazi. Sasa na yuko nyumbani ana amani kabisa, yaani kabisa. Yeye yuko tayari, ameambiwa kiambua achague kazi na mume wake, anachagua mume wake. Tumeelewana na wanasema kwamba ho, si hana vigezo sasa. So, tukaulizane, kakosa vigezo baada ya kuongea jukwani miaka mitatu yote alikuwa navyo, lakini tukavikosea pale. Ameniambia kwa namna anavyowapenda na kwa sababu bado yuko imara. Aliniuliza, hivi hawa watu wakishachukua wa majiko ya gesi watabeba kichwani au inakuaje? Akaniambia na yeye pia anaomba awape nauli ya kubebea hizo gesi, elfu tano mia tano si Olasito. Anaomba wape na yule kuibia gesi elfu tano tano kila hata yule ambaye hajapewa gesi pia niambiwa wako 261 nao pia watapewa na nauli na mke wangu. Mwambie jirani yako akipandikiza chuki, we panda upendo. Mwambie jirani yako hata kama wanataka kugombea, njoo basi kwa utaratibu, usinyanyase watu, tumeelewana. Kuna mjumbe mmoja wa kamati ya siasa anaitwa Asia, alikuwa yuko hapo Arumeru, eti kwa sababu aenda kwenye ziara za mbunge, wamemhamisha wamempeleka kule Ngorongoro, lakini mpaka leo bado yuko imara, amebaki na msimamo wake ule ule, kwa sababu Ngorongoro sio mbinguni. Ngorongoro ni hapa hapa duniani, alafu haya ni mambo ya mpito tu. Tunakwenda kura za maoni, zikiisha uchaguzi ukiisha, maisha yanaendelea. Arusha oye oye. Daktari Samia oe, oe. Jirani yako Daktari Samia mitano tena. Mara yake nilikuwa najiuliza, kila mbunge ukisimama, mara umesemwa hivi, mara umenyanyaswa hivi, mara umeonewa hivi, kumbe shida ni ubunge tu. Kama unataka ubunge, si uje uwanjani, watu wataamua. Una haja ya kunyanyasa mtu, una haja ya kumwonea mtu, una haja ya kumnyanyasa mtu. Jenga hoja zako, weka sira zako muda ukifika mpira utaweka uwanjani, watu wataamua. Arusha oye! Wakati sasa muda ukifika, tuchukue fomu tena tuende Arusha oye, oye! wako hata baadhi ya watu ambao tumewaunga mkono mwaka elfu mbili na ishirini, tumewasaidia kwa jasho na damu, lakini bado wanapita na watu na wengine kwenye kata yenu wanashirikiana kunipiga vita. Mi sitampiga vita mtu yoyote, mi kazi yangu ni kuwaombea Mtawaombea kwa sababu najua ubaya una tabia ya kujirudia. Nadhani mmenielewa. Ubaya una tabia ya nini? Ya kujirudia. Mtu aliyekutendea wema, mlite wema, usiingie kwenye mkumbo wa kumfanyia ubaya mtu ambaye hajakufanyia ubaya, kwa sababu malipo ni hapa hapa duniani. Nadhani mbeni...